Kulikuwa na harusi Kitsoeni Chonyi, harusi ya mwana youtube Presenter Kai akimwoa Diana Yegon, mwanahabari mwenzake ambaye ni mkusanyaji wa mantiki katika shirika la Kenya Times. Nikawapa shairi katika awamu ya bustani ya malenga katika mtswano wa lugha. Niliye kuchagua. Bana we, kwa muktadha huo nadhani, eh, nachukua fursa hii niwape kongole uh -huh wanahabari leo uh -huh. E, Presenta Kai uh -huh. na, na Diana Yegon kweli wanaoana leo wana, yani harusi ya harusi yao hapa mm -hmm. Chonyi kabisa eh e, Kitsoeni bwana <laughs> kongole <laughs> e. E, nalo shairi la lao la kuambia kwamba haya basi. <laughs> ha, basi basi, waambie tayari eh, tayari kwako, tayari kwako Diana, kwako hili shairi hili manake unaingia Chonyi sasa. mm -hmm. e. twende nalo sasa <laughs> mimi ninasema, mm -hmm. nimefika mswahili na kupua ufichuzi, nimepekua faili nikapata vidokezi, nikagundua ukweli katika upelelezi, matatizo ya wachonyi mengi ni afumanizi mahaba ni ya wawili watatu huwa ni mwizi kunyemelea asali ya rambe kwa udokozi mwenyewe akiwasili zikuliwa ni kunazi. Matatizo ya wachonyi uh -huh. Mengi ni afumanizi santa. Kalamenu wa misuli akutu akilandizi nyumbani kwake hamali afikako kubarizi kulabusu kalikali za hilopenzi lawizi. Matatizo ya wachonyi mengi ni afumanizi. Polo mzamia meli ashikwa kapiga mbizi, katikati ya shamali akitafuna kiazi, kashikwa hapo mahali akifanya uvamizi. Fff, matatizo ya wachonyi. Hmm. mengi ni afumanizi. Hmm. Si angefunga kufuli, ndo wale hivyo vya nazi alavyo mlalachali nyumba nimwe mlowezi, alivyo hana akili mlango kaacha wazi. Matatizo ya wachonyi mengi ni afumanizi. Hudhani ana kibali kudandia vikolezi kwenda kutuliza boli kwa wake wote ujuzi. Afikapo kwa halali hupigwa na bumbuazi. Matatizo ya wachonyi mm -hmm. mengi ni afumanizi. Hapa kuliwapo wali na chai ya tangawizi huwa hakuna dalili kuwa urongo si kazi wamejificha wawili, kumbe kuna paparazi. Matatizo ya wachonyi mengi ni afumanizi. Alivyokuwa hajali kajitosa kwa shangazi, kavamia haradali kitumbua na andazi, bakora ya mwenye mali ikamtoa machozi. Matatizo ya wachonyi mengi ni yafumanizi. wani kama ajali, ifikapo fumanizi afanyaye ubatili bembe lake hamalizi, humponyoka bakuli akabaki kinywa wazi. Matatizo ya wachonyi mengi ni afumanizi. Aweza kuwekwa seli ama akatwe mzizi, aliyekerwa na hali ndiye mwenye maamuzi, kuwepo na mawakili wa kufanya utetezi. Matatizo ya wachonyi mengi ni afumanizi. We, Wachonyi wenyewe kwani wanasemaje? Kisha nikajiandaa kwenda harusini. Kabla sijaondoka nikapigiwa simu na mwanadada mmoja aliyetaka kuandamana nami harusini. Hello. Hello. Nimefika, uko wapi? Kumbe alikuwa akidhani nitampeleka kwa gari langu la kifahari. Nilipomwambia kwamba usafiri ni wa bodaboda, acha akasirike. Yeah. Yani, akanisukuma kwa hasira na kwenda zake. Hakujua pakacha linapovuja nafuu kwa mchukuzi. Basi harusi ikafana sana huko Kitsoeni Chonyi katika kaunti ya Kilifi. Mimi ni Lolani Kalu, Coco FM, Ladha ya Pwani.